Unafahamu jinsi ya kuandika taarifa ya mauzo ya biashara? Ni muhimu kuandika taarifa ya mauzo ya biashara kwa sababu husaidia kufahamu hali ya mapato ya biashara. Mambo gani muhimu ya kutekeleza wakati wa kuandika taarifa ya mauzo ya duka? Video hii nitaeleza jinsi ya kuandika taarifa bora ya mauzo ya duka. Umuhimu wa kutunza hesabu za mauzo. Baadhi ya wafanyabiashara hawana utaratibu mzuri wa kutunza hesabu za biashara. Kwanza, hawaweki hesabu za mauzo ya siku, wiki na hata ya mwezi. Pili, wanatumia fedha za mauzo kwa kufanya matumizi ya biashara au matumizi binafsi. Hebu tuangalie utaratibu mzuri wa kutunza hesabu za mapato. Moja, usitumie fedha za mauzo kwa mambo binafsi au ya biashara. Fedha zote inayotokana na mauzo ya bidhaa hairuhusiwi kutumika kwa matumizi yoyote. Hii fedha inatakiwa kupelekwa moja kwa moja benki. Kama inashindikana basi, unaweza ukaweka kwenye simu halafu baadaye unazihamisha kupeleka kwenye akaunti ya benki. Namba mbili, weka hesabu za mauzo kutumia risiti. Mauzo yote ya bidhaa au huduma ni lazima yakatiwe risiti ambazo hutumika kutengeneza taarifa za mauzo. Zipo aina mbalimbali za risiti kama ifuatavyo: risiti za karatasi ya kawaida, risiti zinazotolewa na mashine za mauzo na risiti zinazotolewa na mashine zilizopitishwa na mamlaka ya kodi, yaani EFD. Nimejaribu kuonyesha baadhi ya mifano ya risiti zinazotumika wakati unafanya mauzo. Namba tatu ni kutengeneza taarifa ya mauzo ya biashara. Taarifa ya mauzo hutengenezwa kwa kutumia kopi za risiti zilizotumika wakati wa kufanya mauzo ya bidhaa au huduma siku inayohusika. Sasa mifano ya taarifa ya mauzo ipo ya aina tatu, kuna mauzo ya siku, mauzo ya wiki na mauzo ya mwezi. Sasa kuna mifano ambayo nimeonyesha eh, ya mauzo ya siku kama inavyoonekana hapo kwenye video. Na hii kama unavyoona kwenye mauzo ya siku kunakuwa na upande ambapo unaonyesha bidhaa ambazo zimeuzwa na kwa upande wa juu inaonyesha bei au e, mauzo ambayo yamefanyika na mwisho kabisa ni jumla. Ukija kwenye ya wiki, ya wiki iko tofauti kidogo, kwa sababu kwenye ya wiki tunaonyesha upande mmoja ni bidhaa kwa kushoto, lakini kwa juu tunaonyesha siku za wiki kwa maana Jumatatu, Jumanne, mpaka Jumapili, na mwisho inaonekana e, jumla. Na ya mwezi inalingana kama na ya wiki, lakini hii ya mwezi ni kuwa badala ya kuweka siku, sasa kule juu tunaweka wiki. Mwezi kwa kawaida unakuwa na wiki nne, na miezi mingine inakuwa na wiki tano. Kwa hiyo kama unavyoona kwenye picha tunakuwa na hesabu za kila wiki na mwisho ni jumla, tunapata hesabu za mwezi. Tumefika mwisho wa video yetu, na leo nilikuwa naelezea jinsi ya kuandika taarifa bora ya mauzo ya duka. Naomba uendelee kuangalia video zetu kwa kusubscribe, ili uweze kupata hizo video. Kila siku wakati zikitoka. Asante na karibu tena.